Kuhamisha uwanja anauliza inawezekana ni, ni figisu kwenye levo ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amaan, na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu, mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelod, kwa sababu hakuna hiyo timu haina mashabiki, mechi hiyo ya Pyramids na Mamelod. Pale pale pale pale Misri kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki elfu sitini. Unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu elfu sitini ina thamani kubwa mno kwao wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini wanapeleka mechi hile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amaan ambao unaingiza mashabiki wachache mara tatu ya Benjamin Mkapa, ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza akainfluence maamuzi ya kafu ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu lakini hawahusiki chochote, na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko, na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amaan tunakwenda kufanya vizuri, na hawataamini macho yao.